Mkurugenzi wa vijana jimbo kuu katoliki la Mwanza Padre Francis Mtema amewaomba vijana wa katoliki parokia Kirumba kutokubali kushiriki katika maandamano yaliyoharamishwa na jeshi la polisi nchini ambayo yalipangwa kufanyika Disemba 9 na badala yake waendelee kudumisha amani na utulivu. Mabere Makubi kutoka jimbo kuu la Mwanza anayo taarifa kwa kina. Padri Mtema ambaye ni paroko wa parokia Mtakatifu Josefu Mfanyakazi Kirumba amewataka vijana kutokubali kujiingiza kwenye maandamano hayo yanayoratibiwa kupitia mitandao ya kijamii. Tu nimewakumbusha kwamba yale ambayo yamepangwa kutokea tarehe tisa, basi angalau kama vijana wajue kwamba wanahitaji kuiponya nchi yao. Ni wakati wa kusali na kuomba ni wakati wa kuwashauri vijana wenzao ili kweli e, waweze e, kuona thamani yao ya ujana, watumie ujana wao kwa ajili ya uponyaji wa nchi yetu. Lakini hasa kile ambacho kimefanyika nyuma tarehe ishirini na tisa wakati wa uchaguzi kina mafunzo mengi sana kwao. Sasa hivi tunahitaji kuwaelekeza vijana wetu zaidi, wamwangalie Mwenyezi Mungu zaidi kuliko haya ambayo yamepangwa kwa ajili ya maandamano na vurugu mbalimbali. Kwa upande wao, baadhi ya viongozi wa halmashauri ya walei parokia Kirumba wamesema vurugu za wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu ni somo tosha la kujifunza. Wewe uliyekuwa na amani, uongee na kijana mwenzako kokote kule aliko Tanzania hii na kokote mwambie, tunataka amani. Kama wewe unahusika labda na hiyo tarehe tisa, mwambie achana nayo. Na siku hiyo chukua rozari, piga magoti, hata kuanzia sasa sali. Hawa vijana waliokuwa nachukua mawe huko tuna ukweta, watakuja wapewe silaha sasa, mapigano haya ndio yatakuja kutumaliza. Kwa ndugu zangu, tusikubali kutumika sijui ndugu zangu, mnanielewa? Lakini tusikubali kutumika, tutakwisha. Tunao silaha kubwa ni kumwomba Mwenyezi Mungu. Kikao hicho kimehudhuriwa na wenye viti wa vigango vya medical research na miama vya parokia Kirumba pamoja na mwenyekiti wa parokia teule ya Ibanda, ambao wamewaasa vijana hao kutofuata mkumbo wa kushiriki maandamano hayo. Tuendelee kuwa mabalozi, tuwahamasishe, tuwa wenzetu hata kama sio wa imani yetu, tumwambie ubaya wa hili jambo, na tuwe na tahadhari, kwa sababu sasa hivi kwa yale ambayo yalitokea tarehe ishirini na tisa wengi walioathiriwa sio kwamba ni wale ambao walikuwa kwenye nini, kwenye maandamano. Tujihadhari, tuwe nyumbani na tunapotembea, tutembee na vitambulisho na tusiwe kwenye vikundi. Baba anasema hapana, hili sasa. Hebu tupigeni magoti tukiwa nyumbani tuiombee taifa, tupige magoti tukiwa nyumbani tukiombea kanisa, ili tuweze kufanyaje sasa, tuweze kuendeleza. Nyinyi ni mabalozi, lakini nyinyi sasa hivi bado kuna wengine wako chini sasa, ambao sasa wanategemea nyinyi, muwape maneno mazuri, ambao watakoenda wa nayo, mtawaelekeza wakina nani, walikuwa vijana watoto umu. watoto watapata haki kutoka kwa nani sasa ama sio nyinyi? Ina maana ni nyinyi. Baadhi ya vijana wakizungumza baada ya kikao hicho kilichopewa jina kuinjilisha kwa njia ya vijana na pamoja na vijana, kila parokia iunde chombo cha kuunganisha vijana. Wanasema kinachotusii sasa, sisi ndo tuwe chachu ya kuendeleza amani na kupitia maelekezo na semina tulizopewa na mababa aweze kuwaasa vijana wenzetu waliopo mtaani tunaozunguka nao katika jamii, marafiki zetu tunaoshiriki nao katika mambo mbalimbali, tukiwa kazini, tukiwa kwenye mambo ya mipira, tukiwa kwenye majukumu mengine, kwa sababu kuna mambo mengine ya kijamii ambayo yanatuunganisha. Sisi kama vijana wa Katoliki tunatakiwa kulindana, kuilinda amani yetu na kuilinda amani ya nchi, lakini kubwa zaidi kuilinda kupitia imani yetu ya kikatoliki ndani ya kanisa na nje ya kanisa, kuwalinda vijana walioko ndani ya kanisa na wale ambao wako nje ya kanisa. Wote sisi tunatakiwa tukae kwa pamoja, na tuweze kuungana na kufanya kitu kimoja ambacho kinampendeza Bwana wetu Yesu Kristo. Maandamano ya jenzi yanayoratibiwa kupitia mitandao ya kijamii ambayo yameharamishwa na jeshi la polisi Tanzania yanapangwa kufanyika Disemba 9. Siku ambayo Tanzania inaadhimisha miaka 64 ya uhuru wake. Nikiripoti habari za kanisa kutoka Jimbo Kuu la Mwanza, mimi ni Maberi Makubi, Tumaini Habari.